Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mhubiri Ombeni. Mungu awabariki watu wote ambao tunafuatiliana kwa njia mbalimbali. Siku ya leo nitafundisha somo linalosema sauti iliyoko kwenye lango, lango la kiroho, lango la kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasome Mwanzo sura ya nne, twanzie mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: Adamu akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akamwambia, nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Mstari wa tatu inasema hivi, ikawa hatimaye Kaini alileta madha, mazao ya ardhi na sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza na wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama baada ya Bwana akamtakabali Habili na sadaka zake, lakini Kaini hakumtakabali wala sadaka zake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Mstari wa sita anasema hivi Bwana akamwambia Kaini, nini ghadhabu nini unaghadhabu, eh, kwa nini unaghadhabu? Kwa nini uso wako unakunjamana? Mstari wa saba, kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi inakuotea mlangoni, nayo inakutamani, ina wewe walakini yakupasa uishinde. Ntaishia ya mstari wa saba iliposema dhambi iko mlangoni. Ukienda kwenye Ufunuo ya tatu ule mstari wa ishirini Biblia nasema hivi, tazama nasimama mlangoni, napisha yaoji, mtu atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Hapa kwa kaini tunamwona, tuna Mungu anazungumza kwamba dhambi iko mlangoni inakotea, lakini kwenye lango hili hili tunamwona Yesu anazungumza, nasimama mlangoni. Sasa mlango ni upi? Inatakiwa ujiulize mlango ni upi, na utajuaje kwamba mtu anayegonga mlango ni Yesu au ni shetani. Mungu aliposema dhambi iko mlangoni inakutamani, alikuwa anamaanisha kwamba shetani yuko mlangoni anakutamani. Kuna namna alivyokuwa anapiga odi kwa Kaini ili aufungue mlango wake na aingie. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye Ufunuo sura ya tatu mstari wa ishirini tunamwona Yesu anasema nasimama mlangoni, napisha mtu ambaye ataruhusu nikiingia kwake, nitakula naye, nitakunywa naye. Sasa unawezaje ukamtambua shetani, na unawezaje ukamtambua Yesu? Yani hodi ya Yesu na ya shetani, utofauti wake ni upi? Lazima ujue namna ya kutofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Manake kama Yesu anaweza akapiga hodi ndani ya mtu akaingia akala naye Shetani naye anaweza akapiga hodi ndani ya mtu akala naye. Haya ni mambo ambayo yapo katika ulimwengu wa roho, na Yesu alipozungumza namna ya kura naye akuzungumza kimwili, alizungumza kiroho. Bwana Yesu asifiwa sana. Na unapokuwa umempokea Yesu katika maisha yako, kitu cha kuzingatia ni hitaji ule pamoja naye, unywe pamoja naye. Leo ni a siku zinazokuja nitakufundisha namna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 aliwachukua akawapeleka mbele za Yesu na huyu mama watoto wake walikuwa ni wawili mmoja a. Tukianzia Mathayo sura ya ishirini mstari ule wa ishirini inasema hivi: ndipo mama yao wana Zebedayo akamwendea mmoja wa wanaye akamsujudia, naye akamwambia, akamwomba aka neno akamwambia, wataka nini? akamwambia agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi mkono mmoja wako wa kuume na mmoja mkono wa kushoto katika ufalme wako. Mstari wa ishirini na mbili Yesu akamwambia Yesu akamwambia yule mama, hujui mnalo liomba. Je, mwaweza kunywea kikombe je, je mwaweza kunywea kombe nitakachonywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Akamwambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na wa kushoto sina amri, kwa kuwa kwa kuwa, bali mtapewa waliowekewa wa, walio tayari na baba yangu. Huyu mama anamuuliza Yesu habari za alikuwa anampelekea ombi, habari za watoto wake wawili, ili ufanyaje, ili mmoja akae mkono wa kushoto na mwingine wa kulia. Yesu akamuuliza huyu mama, waweza yani, watoto wao wanaweza kunywea kikombe ambacho Yesu anakinywea? Angalia hapa, nikupe sentesi hii ambayo utaielewa kwamba kila mmoja katika ufalme wa Mungu ambao ameandaliwa na Baba yaani Mungu. Bwana Yesu asifia sana, ana eneo au ana mitihani ya kupitia. Habari za kikombe ambacho alikuwa nakieleza Yesu kwa huyu mama, haikuwa ni kikombe cha chai au vikombe vya maji ya upako au vikombe vya mafuta ya upako, ilikuwa ni mitihani, majaribu ambayo mwanadamu anatakiwa apitie, na hapa huyu mama anapoulizwa na Yesu kwamba wanaweza kukinywea kikombe ambacho mimi nitakinywea, huyu mama akajibu ndio. Hakujua kwamba kikombe ambacho Yesu atakinywea ni kikombe cha mateso mpaka kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati huo alipokuwa kiteswa, hakuna mtu ambaye alikuwa pamoja naye, hata Petro mwenyewe aliweza kumkimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa Yesu anapozungumza, nitaingia ndani mtu atakayefungua mlango nikiingia naye, nikiingia ndani nitakula naye, nitakunywa naye. Sasa sikiliza, hatakunywa naye vipi? Hatakunywa naye vipi? Atakula naye vipi? Zaburi 23: mstari wa kwanza nasema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza, uniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mstari wa nne nasema nam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, maana wewe upo pamoja nami, gongo lake na fimbo yake vya nifariji. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini ukienda kwenye Yohana, okay. Angalia hapa. Angalia hapa Yesu katika Yohana sura ya nne na ule mstari Yohana sura ya 4 mstari wa 38, 38. Yohana sura ya 4 mstari wa 32 mbili, anasema hivi akawaambia mimi, ndimi mimi ndicho chakula msichokijua ninyi, mimi ndicho chakula msichokijua mimi, yani ninyi msichokijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa alipokuwa anasema na pishaudi mtu atakayefungua mlango wake, nikiingia ndani yake, nitakula naye, nitakunywa naye chakula anacho Yesu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana maanake atakapopiga hodi ndani yako, ataingia na uzima. Kuna mahali ambapo yawezekana kuna mauti. Unajua shetani mara nyingi, mara nyingi sana, vita anavyotupiga kila kukicha, kuweza kutuua kiroho. Kutuua kiroho. Na unapokufa kiroho manake, hakuna kitu ambacho utakifanya kwa ajili ya Mungu, utakiwaza kwa ajili ya Mungu. Yani, unapokufa kiroho manake, anaua connection yako na Mungu, anaiua. Sasa hapa Yesu anasema, mimi ndimi chakula kweli, e chakula msichokijua. Lakini kuna mahali pengine amesema, mimi ndiye chakula kweli na uzima, na maneno ya Yesu ndio anayotupa uzima yani mtu aliyeokoka anapo yani ndio maana kwa aina moja au nyingine, kwamba mtu aliyeokoka mtu aliyeokolewa na Yesu kufa si rahisi. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu ambaye anampa uzima okay. Ngoja tuje hapa tuje hapa, twende taratibu twende taratibu, twende kwenye mfano wa mzabibu. Okay. Yohana kumi na tano moja inasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli, na baba yangu ndiye mkulima kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi. Swala la kujitakasa si lako, swala la kutakaswa ni la Yesu, yaani kukutakasa ni la Yesu, cha msingi wewe ni kuzaa sana, yani kulitendea kazi neno la Mungu. Na hapo nasema mimi ndimi mzabibu wa kweli kila tawi ndani yangu. Manake ukiwa ndani ya Yesu au ukiruhusu Yesu aingie ndani yako, swala la nini unatakiwa ule ni la Yesu, sio la kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani unapoingia kwenye maombi, unapofanya jambo fulani la Kimungu, swala la nini ule ni la Yesu, nini unatakiwa usile ni la Yesu, okay. mzazi anapokuwa na mwanaye kuna wakati hata kama chakula hakimo ndani lakini kwa sababu mwanaye anakitaka itamlazimu akanunue na kuna hawa, hawa, wazazi ambao wanakuwa wamejifungua, kuna, kuna namna ambavyo huwa wanahitaji wana kwenda kununua mpaka lishe. Sasa hata Yesu prinsipo yake ni hii, ili tuweze kukua kiroho zaidi, kuna chakula ambacho anatulisha. Sasa yawezekana umeokoka lakini kuna mtu ambaye umemfungulia mlango ndani yako ambaye sio Yesu, na ili ujue uliyemfungulia ni nani, inatakiwa ujue sauti ya uliyemfungulia mlango. Yesu anasema napisha hodi. ingekuwa ni kama kuingia kiolela, angeingia, angeingia ndani yako. Yaani ingekuwa tu inawezekana kuingia kiolela, angeingia ndani yako, angekula na wewe, angekunywa na wewe. maana kuna sauti ambayo Yesu anazungumza na wewe ili aweze kuingia anahitaji umfungulie mlango. Sasa swali la kujiuliza, sauti ya Yesu ni ipi ambayo huwa inapiga hodi kwako na muda gani ambao inapiga hodi ili uifunguliwe, na sauti ya adui ni ipi ambayo huwa inapiga hodi na inapiga hodi kwa namna gani? Ni masuala ya wewe kukaa chini uyaelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ndani yako kuwe na uzima wa Kimungu, lazima ujue sauti au mtu sahihi ambaye anapiga hodi ndani yako ni upi. Kama ni Yesu, sauti yake ni ipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Yohana sura ya kumi mstari wa saba Biblia inasema hivi, Biblia inasema hivi: kondoo wangu waisikia wa, waisikia sauti yangu, nami nawajua na wao na wananifuata. Alikuwa na maana hii kondoo wangu wanaijua sauti yangu, japo ameandika hii hii Yohana 27, 10, 27 inazungumza hivi: kondoo wangu waisikia waisikia sauti yangu, nami nawajua na wao na wananifuata. Maana yake kuna muda Yesu anawaita, na wao wanamjua sauti yake, wanaijua na wakishaisikia wanaifuata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda ukiendelea mbele, nami nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mikono yangu. Baba yangu aliyenipa hao na mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mikono ya baba yangu, nami na baba tu mmoja. Basi Bwana Yesu asifiwe sana, nitaishia mstari wa 30. Bwana Yesu asifiwe sana ok. Nikizungumza suala la kulijua sauti ya Yesu, nitakuleta kwenye aina ya tabia alizo nazo Roho Mtakatifu ya kuweza kumfundisha mtu namna ya kuisikia sauti ya Mungu hatua mpaka hatua. Hii inaanzia huwa kwenye ndoto Yaani Roho Mtakatifu huwa anaanza kuzungumza na mtu kwa njia ya rahisi ya ndoto. Namna anavyoendelea kuzungumza na wewe na unapoendelea kumsikiliza na kumwelewa, anaendelea kubadilisha viwango vya kuzungumza na wewe. Sasa hiyo ni somo nyingine, lakini hapa nipo kwenye lango la lango. Bwana Yesu asifiwe sana. Lango na sauti ya mtu aliyeko kwenye lango, lango na sauti ya mtu aliyeko kwenye lango inatakiwa ujue nani ambaye unamfungulia mlango kwenye maisha yako, kwenye maisha yako, anatakiwa ujue sauti ya Mungu ni ipi? Nani ambaye unahitaji kumfungulia mlango kwenye maisha yako? okay. kuna wakati fulani utakuja. Bwana Yesu asiwe sana, Bwana Yesu asiwe sana. Angalia hapa, anazungumza kitu kizito, anasema, anasema kuna mahali alizungumza, alisema mchungaji ambaye akusanyi pamoja nami utawanya. Alikuwa na maana hii Mchungaji ambaye anakusanya pamoja nami ukusanya, sasa manake sauti ya mchungaji wa kweli hutembea na sauti ya Yesu. Yani kuwa ana maana sauti ya mchungaji wa kweli inatembea pamoja, yani huwa anatembea pamoja na Yesu. Na mchungaji ambaye ana sauti tofauti na Yesu yaani anatembea au anakusanya kinyume na Yesu huwa atembei na sauti ya Yesu. Na ukija kwenye maneno ya Mungu, sauti ya Yesu ni ipi? Ni neno la Mungu na alikuwa anazungumza kwa mfano huu. Sauti ya mchungaji wa kweli itafundisha neno la Mungu lililo sahihi. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya kwenye lango, sauti ya kwenye lango. Sasa hapa kain aliweza kugadhibika juu ndugu yake, na wakati huo sauti ya shetani ilikuwa ikimsindikiza. Si ajabu ilikuwa namwambia uwa, maana matokeo ya sauti ya kitu ambacho mungu alikiongea kwamba zambi iko mlangoni inakotea, matokeo yake tuliona ni kuua. Sasa yawezekana shetani alisimama mlangoni, alikuwa na piga hodi kwamba uwa. Bwana Yesu asifiwe. Uwa, uwa mwangamize, ili uweze kufanikiwa Uwa ili uweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwa, sasa hiyo ilikuwa ni sauti ya shetani, na Mungu akumwambia kwamba shetani yuko mlangoni, alimwambia dhambi iko mlangoni, inakupasa uishinde. Manake anatakiwa ashindane na ile sauti ambayo anaisikia ndani yake juu ya ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sauti yoyote ambayo inakaa kwenye lango inatakiwa ujue namna kuitofautisha. Aina ya sauti ambayo unaisikia, yawezekana ni katika ulimwengu wa roho au ulimwengu wa mwili. Tambua kwamba yawezekana mtu unayemwona akatembea na hiyo sauti, akatembea na hiyo sauti, yawezekana ni mchungaji. Inatakiwa ujue huu mchungaji, sauti ambayo inatoka kwake, je, ni sauti ya shetani? Au ni sauti ya Yesu. Bwana Yesu wasifiwe utachuache angalie hapa kwenye Yohana sura ya kumi. Okay, kwenye Yohana pale aliposema kwamba waliokondoo wangu wanaijua sauti yangu, kinyume chake wasiokondoo zangu hawaijui sauti yangu. Manake kuna mahali chungaji anaweza akaongea au akasema mtu yoyote, wakajua ni Yesu, kumbe sio Yesu anayezungumza eneo lile. Tambua kutofautisha sauti iliyoko kwenye lango lango kishindwa kuijua na Yesu atakuwa hana msaada nawe, kwa sababu wee ndio unaifungua mlango kwenye maisha yao. Ukimfungulia shetani akiingia ya ndani yako, atakula na wewe, atakunywa nawe, kuna vitu atakulisha. Ukimfungulia Yesu, Biblia inasema Yesu ndio mwenye chakula cha uzima, atakulisha chakula cha uzima. Ukimfungulia shetani, atakulisha chakula cha mauti. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Naitwa Mhubiri Ombeni. Mungu akubariki. Somo langu ni hilo, ijue sauti iliyoko kwenye lango. Mungu akubariki.